Sana sana wametupa miradi ya parachichi hapa nilipo. Nilikuwa kwenye nyumba ambayo haistahili, ambapo imetutoa kwenye umaskini, imetupeleka mpaka mahali. Nashukuru sana serikali. Lengo kuu ni kwamba nimeanza, hizi parachichi zina miaka miwili. Mwaka huu nimeuza, kupelekea hizo hela kunufaisha kwenye ng'ombe, nanunua madini nguruwe ninayo mpaka sasa hivi inakaribia kutoa vitoi u. Kwa kweli mimi nasema asante kwa hapa nilipofikia, naomba niwe nimeshategemewa, naweza kujitegemea. Uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia umeimpact maisha, umegusa maisha ya kawaida ya mwananchi wa kawaida, kwa sababu lazima mjue kwamba miti hii miparachisha akundulia na mkuu wa mkoa hii ni programu ambayo Mheshimiwa Rais alikubali kutoa <coughs> miche ya parachichi bure kama mradi wa majaribio kwa wananchi wanaonufaika na pesa za Tasafu ambayo tumeziita kaya ya maskini. Unaona, hii ndio tafsiri ya kumwondoa mwananchi kwenye maskini. Make huyu mwananchi baada ya miaka mitatu, ambayo ni mwakani, huyu anatoka kwenye umaskini, anaweza akalipa bima yake ya afya, anaweza akafanya matibabu yake anaweza akasomesha wajukuu zake au wategemezi alionao. Lakini mnaweza mkakumbuka namna ambavyo tulipoanza hili jambo ilikuwa kama jambo jipya mm. Eh, tulipoanza kwamba tutengeze group la WhatsApp. Nimshukuru sana mratibu na idara ya kilimo na watendaji wa mitaa ya Makambako, sasa tuseme tu pilot. Sasa leo pilot, tunakuja hapa, tulikuja hapa ni heshima, tunaweka mbolea, tukaja siku ya kugawa miche, tukaja kwenye kupanda, leo tunakuja kwenye matunda kwa hiyo mwananchi kama Tomaso ni kwamba ameona kabisa kwamba jambo linawezekana, ni na ninyi kama alimashauri hii inapothubutu kwamba kumbe kitu kinawezekana kwa kufanya tu maamuzi ya kaya 1800 tayari sisi tuna, tuna, tuna, tuna nyongeza ya hekari 225 za parachichi kwenye halimashauri ambayo ukienda mwisho wa siku ita impact kwenye ushuru wa alimashauri, mwisho wa siku matunda yatachukuliwa yatapelekwa ita kwenye kwenye viwanda vya Makambako. Bahati nzuri kwamba sasa Njombe tunaenda kuwa na viwanda kama vitano vitakavyokuwa vinasaga parachichi kutoka kwenye tunda kwenda kwenye mafuta. Maana yake maparachichi sasa tunakwenda ataanza kugombaniwa, na ninyi ni mashuhuda. Msimu huu kilo moja ya parachichi inauzwa shilingi ngapi? 3500. Kilo moja ya parachichi inauzwa shilingi elfu tatu na mia tano na reject, shilingi ngapi? 7. reject kutoka shilingi 200 mm, 150 kwa kilo kwenda shilingi mia saba. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba impact inakuwa kubwa. Sasa kwenye kawaida ya kilimo cha parachichi wakulima wanazungumza nini? Mtu mwenye miparachichi michache kama hii anapoitunza, baki mavuno yake ni makubwa. Ana uwezo kuimwagilizia na akakomandi mavuno yake yawe ni wakati gani. Kwa sio lazima avune kwenye wakati ule ambao watu wanakimbizana na pressure. Kwa sababu kwanza yeye anakaa kwenye nyumba yake. Mnaona hapa ana mifugo, miparachichi yake inapata mbolea, anaiwekea maji anakuja kuvuna kwenye wakati anaotaka yeye. Kwa vile ninachosema ni kwamba sisi kama viongozi tuone namna ambavyo tuna nafasi ya kuweza kuimpact maisha ya watu, tuwafanye sasa. Imebadilika sasa imekuwa ndo mlengo mkuu sasa wa sisi kufikia tasafu sustainability, kwa maana unamjengea mtu ili hata baada ya ile tasafu kuisha, yeye ishe. Mfano tasafu ya awali tumeshafunga, lakini hapa bado tumetembelea mradi wa tasafu ambao unaishi, na wote tunajifunza.